TNA tabia njema asilia. Mimi nakumbuka maadili mengi ya huko wadogo wakati tukiwa wadogo, na moja ilikuwa mkio mikaote pale na wazazi wako na wazazi wengine, kula chakula. Yakifika maji ya kunawa, ulikuwa usiku nao mpaka waanze kuwa menao wazee wote pale, nao tu kwa mwisho. Na japo huko tulikuwa na nao katika bakuli moja. Ulikuwa kujali kama maji yabadilika rangi au vipi. Mradi wewe ni mtoto kwa hiyo ulikuwa lazima unawe baada ya wazazi wako kuamsha nao tayari. Hii inajenga sana adabu, heshima, lakini nadhani vivyo na baraka kama ambavyo kunapatikana kupitia ile mikono ya watu wazima ambao nao pale. TNA tabia njema asilia. TNA tabia njema asilia. Mimi bwana, nyumbani kwetu nimejifunza au nimefunzwa kutomdharau mtu kwa sababu ujui huyo mtu atakusaidia nini mbeleni. Kwa hiyo hicho kitu nimekibeba nimekiishi, i think ndo kitu ambacho kinanisaidia kuishi vizuri na watu so. TNA tabia njema asilia, njema. TNA tabia njema asilia, TNA, tabia njema, asilia. Mimi katika malezi yetu nyumbani na katika jamii inayonizunguka nimejifunza kuishi kwa upendo na watu, kwa sababu upendo unaleta umoja, amani na hata hamasa katika, katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo TNA tabia njema asilia. TNA tabia njema asilia. TNA, tabia njema, asilia. Mfano, kumapu, mfano. Vitu vingi sana. Ila heshima ndio kitu kimoja cha kwanza walichonifunza familia yangu. Kwa hiyo napenda kuambia watu kwamba heshima ni kitu kizuri sana katika jamii. Kwa hiyo TNA tabia njema asilia. TNA tabia njema asilia. Bwana this is TNA. TNA ni tabia njema asilia. Huyu mwanangu nimekutana naye ni, ni mwezi mmoja tu uliopita, ila uwezi amini ah, mwanangu akanilocate kwamba kuna, kuna maeneo kuna maeneo yanauzwa kweli. Nimekuja naye mshikaji, tuko hapa tumeisha lipia eneo, na leo mafundi wanapiga kazi, tunaanza kusimamisha kozi, tuko na mafundi wa kutosha. This is TNA Tabia Njema Asilia, nimeisha hiyo Uh, TNA ni tabia njema asilia. Uh, mimi kama mimi hapi uh, api mimi nimezaliwa kwenye kabila la Wasukuma. Uh, Wasukuma ni watu ambao wanataka, wametufundisha ukimsalimia mtu mzima ama ukikutana na mtu mzima ukamsalimia, lazima upige magoti. Kwa hiyo katika kitu ama desturi ambayo mimi sijaisahau ni kupiga magoti. Um, watu wengine watakumbuka hiyo kitu hata kama walisahau. Ni, ni tamaduni zetu, kwao ni vizuri kuzilinda na kuzitunza, zinatutofautisha na watu wengine so yeah. TNA. TNA, tabia njema asilia.